Afisa mdhamini wizara ya kilimo umwagiliaji, maliasili na mifugo, mhandisi Idris Hassan Abdullah, amewataka wataalamu wa kilimo kutumia vizuri vifaa walivyopewa kwa ajili ya matumizi mazuri katika kutunza data za kilimo. Ameyasema hayo alipokuwa akifungua mafunzo maalum ya kuwafunza wataalamu wa kilimo huko katika ukumbi wa manispaa Chake Chake, mkoa wa kusini Pemba namna sahihi ya kutumia mfumo wa kuhifadhi takwimu muhimu za kilimo kupitia mradi wa kilimo himilivu. Chini ya mradi huu pia nimeshuhudia refresher course nyingi kwa kwenu nyinyi watendaji wa, wa wizara ya kilimo ambao nyinyi ni kioo cha wizara ya kilimo. Mmekuwa mnapatiwa ma teknolojia tofauti katika kazi zenu tofauti, katika kazi zenu kwa vipindi vingi tofauti. Na nimeshuhudia na, nime na mimi mwenyewe nimekuwa nafungua mafunzo yenu mara nyingi. Kwa hiyo sina shaka na nyinyi pia kwamba utendaji wenu, elimu yenu, uelewa wenu na skills zenu ziko vizuri. Nao wataalamu wa kilimo wamesema vifaa hivyo vitasaidia kuongeza ufanisi wa utendaji katika kupata takwimu sahihi zitakazosaidia serikali kupanga maendeleo ya kilimo. Ukalikia sisi urahisi wafikia wale wakulima na kupata taarifa au kupata kupata, ta, kupata data sahihi kwanza, lakini pia kuweza kuwajua wale wa wakulima, idadi ya wakulima waliopo katika eneo lako kwa urahisi. Hii itaenda kutupa data sahihi ya wakulima wangapi ambao wapo, lakini mashamba mangapi ambao yapo, uhitaji wa mbolea na vitu kama hivyo, ili sasa serikali iende kutumia pesa zake vizuri kununua zile pembejeo na kuzipeleka kwa wakulima, jambo ambalo litarahisisha hata sisi ambao tuko chini, maafisa gani kuona namna nzuri ya kuwafikia wakulima. Takwimu zetu zitakusanywa kwa wakulima mashambani na mazao aina gani wanaofanya, na zote takwimu hizi baadaye zitatumika kwa serikali kujua ni kwa kiwango gani sisi tunazalisha, tuna mapungufu gani ya uzalishaji. Kwa hiyo itatusaidia kukusanya takwimu kiurahisi zaidi, na tutapata kujua mavuno tutapata kiasi gani. Naye mratibu wa mradi wa kilimo himilivu upande wa Pemba Mbaru kwa walimu gao ameelezea madhumuni ya mafunzo hayo. Lengo la mafunzo haya ni kuimarisha upatikanaji wa takwimu za kilimo. Umekuwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa takwimu za kilimo. Moja, kwa sababu vifaa vya kutendea kazi vilikuwa ni hafifu lakini pia ukusanyaji wa taarifa wenyewe nao ulikuwa una tamu kidogo. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Kilimo hasa katika mradi huu wa uvumilivu wa mifumo ya chakula umeona ipo haja ya kuimarisha mfumo wa upatikanaji wa taarifa.